Kuhusu muundo wa sasa wa msingi wa nne kama ulivyopendekezwa, uchambuzi wetu una, unaungwa mkono na ripoti za CRA na ofisi ya bajeti ya bunge, unaonyesha kuwa ingawa kaunti zote zitafaidika kwa kiasi kidogo chini ya fomula inayopendekezwa, faida hizo hazisambazwi kwa usawa. Jambo linaloibua wasiwasi kuhusu haki kwa muda mrefu. Tunaamini kwamba fomula hiyo inaweza kuongeza pengo la usawa hasa kwa kaunti ambazo kihistoria zimebaguliwa kama zile za pwani. Masuala muhimu ya wasiwasi. Kwanza ni kuegemea sana idadi ya watu. Hili linazipa kaunti zenye idadi kubwa ya watu faida isiyo na haki na kuharibu lengo la maendeleo ya usawa. Pili, kuondolewa kwa mgao ya sekta maalum kutolewa kwa viashiria vya afya, kilimo, barabara na huduma za mjini kunafuta mifumo iliyokuwa ikisaidia kaunti zisizoendelea.